Je, dini ya kweli inaweza kuanzishwa kwa upanga? Leo tutaangazia maswali magumu ambayo wengi wanaogopa kuuliza kuhusu Uislamu. Mwanzo, Kurani inasema wapigeni vita wale wasiomwamini Allah wala siku ya mwisho, Surat At-Tauba aya ya ishirini na tisa. Ndiyo maana hata leo magaidi wengi hutaja aya hii kabla ya kujilipua. Je, dini ya Mungu inaweza kuwa na ahadi kama hii? Utapewa wake sabini na mbili wa peponi. Kitabu cha Tirmidhi, hadith elfu mbili na mia tano sitini na mbili. Hadithi nyingi zinadai kwamba hawa wake sabini na mbili ni bikra na kwamba sehemu zao za siri zitarejeshwa kuwa bikra kila siku. Pia inasemekana mwanaume atarudishiwa nguvu za ujana kila siku, kila asubuhi, ili kuendelea kuwa tamani. Hii ni pepo au ni zawadi ya tamaa za kimwili? Je, kweli Mungu mtakatifu huahidi anasa za mwili kama tawabu ya ibada? Muhammad hakupata ufunuo wake kwa amani kama manabii wa Biblia. Alijificha pango, akatetemeka, akahisi kama amepagawa. Ilikuwa hatija mkewe aliyemwambia kuwa ni malaika Jibril. Je, Mungu huleta ukweli kwa hofu na mashaka? Na kuhusu Aisha, aisha alisimulia mtume wa allah alinioa nikiwa na umri wa miaka sita na aliishi nami kimwili nilipokuwa na miaka tisa sahih al bukhari juzuu ya saba kitabu cha sitini na mbili hadithi sitini na nne sahih muslim kitabu cha nane hadithi elfu tatu na mia tatu na kumi hii ni hadithi sahihi si propaganda je huu ndio mfano wa mtu aliye rehema kwa walimwengu Qur'an tena inasema, faid insalaka al ashhuru al urum faktul almushrikna aitu wajadtumhum, basi miezi mitukufu itakapokwisha waweni washirikina popote mnapowakuta. Surat At-Tauba aya ya tano. Na kama hawasilimu wawatoze jizya, hodi ya uonevu kwa wasio Waislamu. Kwa hiyo, je, lengo la Uislamu ni wokovu au utawala? Yesu alisema, wapendeni adui zenu lakini Muhammad alisema nimeamrishwa nipigane na watu hadi washuhudie kuwa hakuna mungu ila Allah. Sahih Muslim, kitabu cha moja, hadith na tatu. Muda umefika kuuliza: je, kweli hawa wawili walitumwa na Mungu mmoja? Mwisho wa video, lakini si mwisho wa ukweli. Fuata Mwanga wa Ukweli kwa sehemu inayofuata.